Vina vinavyoharibu tayammam. Tulizungumza kwamba sisi huwa tunachukua pamoja ya mambo muhimu, hii maji yakikosekana, tutatumia mchanga na hii ndiyo inaitwa tayammam, na tukaelekezana namna ya kutayammam. Kwa hiyo leo tutachukua kututilau vinavyoharibu tayammam.

tayamamu inakuwa kikatiika, uuyati maji kabla dukhuli fi swalahu, nikuyaona maji kabla ya kuingia katika nini, katika swali. Maji kuyaona tu, ile tayamumu yaesha katilika, usiende kuswali na hiyo tayamamu, maana kwenye swala kabla dukhuli fi swalahu kabla utaingia kukiswala ukiwa ushaingia kwenye kiswala, utaendelea na swala yako mpaka umemaliza. Jambo la tatu arida kurigadi, mtu aliyekuwa ametayammam afu akarigadi, kurigadi kutoka katika Uislamu arida, ukirudi tena

anasema aljamu, baina lugudi wa tayamumi. Aljamu ni kufanya yote mawili, aljamu kukusanya kati ya kutia uzu na kutayama kwa mtu mmoja. Mtu mmoja anaweza katia uzu wa maji na katayama. Sasa shehe, kama nimezungumzia huyo kwamba kuna mtu ikamlazimu achukue uzu wa maji

atatayammam kwa ajili ya jeraha au majima situmalewa lakini kama kakama ni kutayammam kwa ajili ya uzu jeraha liwakuke kiungo cha uzu, lakini kama ni kukoga jibu au au jeraha ikiwa kwa sehemu yoyote ya mwili, huyo mtu atakoga, alafu atatayammam. Utakoga, utatayammam, kwa sababu kwenye jeraha kutaki kusike maji. Lakini ikiwa ni jeraha ambayo maji anafika, we hautotayammam ikiwa jeraha ambalo limefungwa kiasi kwamba maji hayafiki kwenye kwenye lile jeraha

Utaingia kiungo cha pili, utatawaza mikono miwili, utapakaa uta kucwa maji, utaosha miguu miwili, sawa. Uso haujauuso kwa sababu una jeraha. Sasa utaanzia kwenye mchanga kwa niaba ya uso, utaanzia kwenye mchanga kwa niaba ya uso kwa hiyo kaenda kutayama kwa sababu kuna kiungo akijaosho sasa. Tumeelewa kwa hiyo, huyu mtu jamaa baina lulumi wa tayamumi huyu mtu akakusanya mambo yote mawili, uzu wa maji na kufanya nini, jambo la pili shena yamzungumzia sahidu jahira na hili jambo walinachukulizwa sana sahibu aljamila, mtu aliyefungwa pio pio, au kafunga badeji sawa, au kaweka plasta yote yakuli yote, anaitwa swahibu aljamila sawa. Ee, kwenye kiongo chango kimoja kuna pio pio au kuna umefungwa badeji

Ikiwa iyo piopio aliliweka wakati yuko kwelikahana, hapo njia swami <coughs> swami kumzamirati mtu aliyesumba piopio ya tayammam, yeye atatayammam, wa yamsahu alaiha, kisha atapangusha pale kwenye piopio lake, wala hapo hapoirudishe hiyo swala kuiswali tena. Ala akudu ikiwa yuyo piopio aliweza akiwa na kwahaa, yaani akiwa na umu wake, mtu kavunjika mkono au kavunjika mguu saa kaenda hospitali katiwa kuhudumiwa, tofauti na huyu wa kwanza. Huyu wa kwanza yeye ana jeraha au ana ana ana majiu, hakuna hiyo jiku wala iyo jeraha, hakuna chochote huyu. Sasa huyu wa pili kavunjika kuu au ana jeraha kubwa sana kiasi kwamba amefungwa kabisa. Sasa shehe anasema, swahilu jahui haa, mtu yoyote aliyefungwa kuye huyo, niyatayama atakayama, yeye kuchukua uzu wamani, huyo hana jambo, haunganishi kati ya maji na kutayama. Shehe anasema huyu atayama, atakayama, wa yamsahu alaiha saa ya pande hii au vyombio ya msahu alaiha siitumaea, hatapangusa tu ima kwa kutumia maji ya kitambaa au apangusa huo mchanga wenyewe pale juu ya ile ile sawa, wala tamintu hakoilezesha hiyo swala imwakoa ala tuhuri ikiwa hilo viombio ameliweka ilinani, akauzu setumaana, yaani mwanza wakulega hiyo viombio alikuwa hamuzubai. Na hata tukaona kwamba wewe unaona umeshapata jeraha ajidahaivi, unaenda wewe unajua kabisa mimi nitatiwa viombio hivi, chukua usu kabisa. Chukua usu kabisa, ili keda ukitiwa kile viombio basi wewe unatayama mtu. Unaanza kuchukua uzo wa nani? Wewe unatayama mambo yake mambo yako ni kwa sasa. Sawa? Anasema wa kama tisimulee hapo itayamu. Na hilo pia pia likiwa nje ya kiungo cha kutayama. Yaani sio kwenye uso wala sio kwenye mkono. Sawa, so, wa illa fayuridu anasema hiyo tayama ikiwa haikuwekwa kwenye kaan, na ikiwa ni katika viungo vya kutayama atarudia swala so. Wa illa fayuiduu. Hii inakataa yote ya nyuma kwamba ikiwa pio pio mtu ameweka sio katika anauzi na pio pio ameweka kwenye viungo vya kutayama, katika hali zote mbili hizi, huyu pamoja na kuswali kwake na kutayamamu kwake katika Imam Shafi atahesabu swala zote alizoziswali akiwa kwenye eh, hali <laughs> ile siku akitoa hii, atazinulia zile swali. Sisi tunaelewa haya haya ni eh, eh, matamshi lazima kifiqhi, kazima u nayajua eh, shekhe anazungumzia nini, sawa